Ikulu ya Urusi imedai kuwa Donald Trump anaonyesha dalili za kuzidiwa kihisia baada ya kumuita Vladimir Putin mwendawazimu kufuatia shambulio kubwa zaidi la anga la Moscow dhidi ya Ukraini. Hapo jana Rais wa Marekani Donald Trump alisema kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social kwamba kuna kitu kimetokea kwa Putin baada ya Urusi kuwaua watu kumi na tatu nchini Ukraini kwa kutumia droni na makombora mia tatu sitini na saba Amekuwa mwenda wazimu, Trump alisema, unaua watu wengi bila sababu. Dmitry Peskov msemaji wa Putin alisema, maoni hayo yanajumuisha hisia kali kwa kila anayehusika. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, wakati huo huo, alisema kwamba washirika wa, wa Ukraine wameondoa vikwazo vyote vya silaha, huku kukiwa na ripoti kwamba angeipatia Kyiv makombora ya Taurus. Hii ni TMC News Updates kimataifa. Mimi ni Jack ni Masawe, endelea kutufuatilia kwa kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment, iliyo wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.